Waziri mkuu Kassim Majaliwa amepiga marufuku chakula cha msaada hasa mahindi kinachotolewa na serikali kutumika kupikia pombe, na atakayefanya hivyo hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Waziri mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo kwa nyakati tofauti, alipokuwa akizungumza katika mkutano wa hadhara na wakazi wa vijiji vya Nanguru na Ngurugai na, na Changanja na, na Rung'ombe katika wilaya ya Ruangwa ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake mkoani Lindi. Taarifa zaidi na Utegele Ibrahim kutoka Ruangwa mkoani Lindi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema mtu yoyote atakayekutwa anatumia chakula hicho kupikia pombe hatua kali zitachukuliwa mara moja, kwani wilaya ya Ruangwa inakabiliwa na upungufu wa chakula wa tani elfu tano mia tatu hamsini na tatu ambapo hadi sasa ni tani elfu mbili tu za mahindi zimepelekwa wilayani humo. Nabataka niwaambie, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amewahakikishia Watanzania hakuna atakayekufa kwa njaa pamoja na hali hiyo iliyopo Lakini chakula hicho kidogo tulichonacho, mkitunze vizuri na mtumie vizuri. Ni marufuku kupikia chakula hicho, kukitumia chakula hicho kupikia pombe. Na watendaji wa vijiji, baada ya chakula hicho kupita, yeyote atakayekutwa anatumie chakula hicho kupikia pombe achukuliwa hatua mara moja. Akiwashukuru wananchi wa, Aki wa, wa, wa jimbo la Ruangwa kwa kumchagua kuwa mbunge wao kwa kipindi cha pili mfululizo. Waziri Mkuu Majaliwa ametaja changamoto zinazoikabili wilaya hiyo ikiwa ni pamoja na barabara, maji, elimu na afya na kusema kuwa atahakikisha changamoto hizo zinafanyiwa kazi. Changamoto nyingine ni ile ya ujenzi wa karavati kwenye barabara yetu pale kwenye mto Likapatilo pamoja na mto wa Machanganja. Lile karavati lile nataka nilisimamie mpaka lishenjwe. Wandishi, huko andika kabisa, nataka kwenye daraja kwenye mto pale, mto wa Changanja, kama unaenda Lipakatilo, nataka tuende juu juu ngai kaburuka mashi kabili kwa hiyo hiyo. Lakini pia uboreshaji wa barabara hii pamoja na mbuga ikwenda Chikwale, lakini kutoka machanganyo kwenda Chikwale, barabara hizo nataka ziwe nzuri, ili tupite kwa urahisi zaidi, na baadaye tuunganishe Chiundu, tutokee Mihewe, alafu watu waende Patambarale kufanya Toka Rwangwa, mimi ni Utegera Ibrahim wa TBC.